Hata mtu anapohitaji ukimya hawezi kuupata. Kiwiliwili kinataka utulivu, lakini wapi? Huu sasa ni wakati wa kubwaga moyo, lakini utaubwagaje katika soko kama hili? Muhali hmm. Laiti hawa uangalielewa, wala uwezi kuwasitisha. Wakija kukukalia hapa na kukuandama kwa vijiswali vyao vya kutoa homa, utawaambia nini mm? Utabaki kumunyamunya midomo, utadhani imeingiliwa na fuza. Mishi, Mishi, Mishi! Abe, hebu njoo, hebu fikirini nimwambia fikirini, bwana, badala ya kunitazama tu. Haya, mimi huyu hapa. <laughs> Niambie, ulilonitia wakati gani huo Alasiri. Ina maana ni, ni, ni, ah, Mabula. Nilouliza nikosa ni tubu? Hilo tu ndilo ulilonitia. Mishi, unapokula unabugia ukilacho chochote mara moja utapaliwa. Unanisikia? Unanielewa, lakini ah, mtu mzima huna haya kuja kunisemea hapa. sikio ni ukisema huko ulikotoka, aliyekuambiwa natoka kwenye masikio ya kusemewa nani? Kwani ni lazima kuambiwa kila jambo? Mnakosa kuwasemea huko kwenye vilabu vyenu, mnadhani hatuyajui? Alisema basi, unalo unalolijua. Hey, ndio desturi yenu hasa. Mnadhani kuwa sisi ni mabwege, mabwege hasa. Aliye na macho haambiwi tazama, haambiwi tazama. Yakiwepo hayo uyaombayo, um, utasema unavyosema hey. Tafadhali niambie ulilonitia, au kama halipo niache nzifuate shughuli zangu tafadhali. Yaani, mimi nimerudi nyumbani mapema leo kuja kujipumzisha Hmm. Lakini takae kujua hmm. Angalau na naitaji ya tone la usingizi. hey, hatukolijua hilo bosi, tungekuletea hata na usingizi ukutwae mpaka utakapopenda kuamka. Mishi, usidhani mimi ni mlevi wa kufanyia mizaha sampuli hii. Basi kaliseme la kufanya kuniita, bwana. Yaani mimi nina shughuli nyingi sana zinazonisubiri na hivi karibuni giza litakuwa linabisha, na wewe mwenyewe ufahamu fika kuwa hicho kitaa changu hakina hata tuone hivi moja mafuta ilhali watu wakufanya mafupi kuwa marefu Mizi, ni vizuri navyopanga kufanya kazi lakini mimi nimekuwa ninashangaa kuwa siku hizi aunipi makaribisho kama zamani mm, hata kuwaambia hawa watoto wapunguze sauti au waende wakacheze kule mbali, imekuwa ni mpaka tufanye kesi kama hivi. Hey, wanaume bwana, mnamama Mambo gani? Hayo hayo ya utakayofanya, ku, kufanyiwa hayo, ki, kila kitu sijui ndiyo ufalme. Ufalme gani huo, nawe? Eh, sasa anaona aliyesema kuwa wanaume ala, ala, yamekuwa hayo tena. Mimi ninakwambia tu yani wewe uliondoka asubuhi na uliporudi ukajimwaya kwenye sofa, mimi huyo na shughuli zote za nyumbani nitafute chakula, niandae mapishi, nikukaribishe ule, nilete ni, ni mezani, nikutafutie maji nikunavye, na hata kinapokuwa mbele yako huwezi kukila, ni mpaka nitakaposema karibu mume wangu, na si mara moja, ni kila siku tena. Nataka mimi niupalile usingizi wako kwa kukufukuzia watoto. Mishi, jambo dogo kama hili ndio linakufanya kunitolea lecture nzima? Hiyo ndiyo maana ya ndoa? Kufaana, bwana. Kufana kitu muhimu katika ndoa. Yaani, wewe unapofanyiwa kila kitu inakuwa ni kufaana, nasi kinyume chake eh? Mwanaume yaani hata huwezi ondoa sahani mezani, ni mpaka mke aje amwondolee, huku yeye ameketi hivi mguu juu ya mwingine, sijui ndio kusema, huoni kuwa mimi ndiye bwana hapa, huku mimi ninaumia. Ah, sikiliza mke wangu eh? Mimi sitaki kuyaingilia mambo madogo madogo kama haya kwa maana nimekuacha ili ueleze kuyaendeleza. Mimi kazi yangu ni kufanya mambo makubwa makubwa kama vile ku... na kurudi ukiwa hoi maji maji. Mwenzangu, yaani wewe umehitimu kunywa maji, bado kidogo tu upate usogoro wa maji. Si kweli? Si kweli hata kidogo. Nidhibitishe? Sawa, hebu simama tuoni ha? Hebu simama tuone, wapi ulevi uko wapi? Ha, mlevi atasingeweza kusimama? Mabula, unaamini umesemavi? si unaona mwenyewe? Hey, haya, acha nione sasa, simama wima kwa mguu mmoja hivi <laughs> Kwani yeah, yeah. Nimeanguka kutoka gorofani, ujue kuwa hakuna mwiba usiokuwa na uchungu. Hii nyumba hii nyumba baadaye imekufanya nini? Hizi nyumba za kubabaisha mfanya mtu kukungu wako akukoza leo <laughs> Hey. nyumba waziwazi hey. Kama walioitengeneza Mabula, bila kibanda hiki ungejisitiri wapi? Ungeupicha uso wako wapi? Mbona umekuwa mwepesi wa kusahau? Unasahau mara Mishi, it is Mishi, Mishi. Uh, it is just a matter of time na mi nitakuwa where I belong. <coughs> <coughs> Unapopata staili ni wapi ikiwa hata mwiko wa kupikia karibu tutaomba? We hebu amka katika ndoto. Mishi mi, yani, mimi nakuambia yote unaona kuwa mzaa, unaona yote kuwa bure eh? Kweli <sighs> gani? Kweli gani, Mabula? Kweli gani? Eh? Unapenda kuishikilia jana kana kwamba ndio ya leo. Hata ukuti ukubali kuimbishwa na upepo, bwana Bavu. na huo ukuti una nini? kila mara tunapozungumza ukuti, ukuti ha? Hata wao kuimba hao wa watoto ni ukuti. kwani hakuna nyimbo nyingine za kuimbwa, Mabula? Watoto wanaimba tu wimbo waupendao, kama wanapenda ukuti wa mnazi au mwingineo, hayo ni mapenzi yao. Au nafikiri mimi ndiye ninayopangia watoto see, nyimbo gani waimbe? Si lazima kuwapangia, unaweza ukawaelekeza wakajua la kuimba. Mabula. Sema. <laughs> Una habari mimi ni nani kwako? Ah, sasa swali gani hilo nawe? La. Iwapo, iwapo una habari mimi ni nani kwako, usingenifanya prefect wa watoto wanaocheza. Uh, prefect prefect sijui ndio music prefect au class prefect. Mishi. Yamekuwa hayo tena hey? Ndio haya, ulianza wewe. Ikiwa unajua maana ya mke, kwa maana ya mke, usinge nieka kundi sawa na watoto wanaocheza. Mishi, ninashindwa kuelewa kwa nini mambo madogo madogo yanakuchenga. Hebu usipo wapa watoto mwelekezo, atawapa nani? Hebu niambie, mwongozo katika michezo ya watoto Mishi. Usidharau nguvu za nyimbo. Wanasema mwanzo wa ngoma ni lele. Basi kama ni hiyo lele nimecheza sana, so hiyo lele. Mishi, ushindani wa namna hii au tutatufaa chochote mm? Hebu angalia, muda huu wote tumepoteza muda mwingi kwa mabishano yasiokuwa na msingi. Hebu niambie, mm, ubishi wa namna hii utatufaa nini hivi? Ah, ubishi na nini ah? Enyewe, mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. ili yani, inapokuwa ni wewe inakuwa ni kupoteza wakati, lakini ingekuwa ni mimi ungenitafutia maneno mengi sana ya kunituangia. Haya ndiyo tabia yenu wanaume. We we, mwanamke umewahi wapi kuwa na mwanamke akimtazama mwanaume namna hiyo, hata ukope haupepesi. We, naona siku hizi umeanza kumea nundu mgongoni. Nundu iko wapi? Nundu iko wapi? Iko wapi? Umeiona wewe? Umeiona wewe? mm? Mimi bado ni yule yule binti Mayenga. Wala si ng'ombe au au ngamia, wala kitu chochote cha kufananishwa na nundu. Ondoka hapa! Ah! Hey. Kila si yani, kila siku tunapomzungumza inakuwa niaoka hapa we, hukuja kwatu kiguu na njia, ukawa unaniandama. Sasa hivi nimekuwa si kitu. Haya ndio tabia yenyu wanaume. Wewe yani, mimi nakuambia wakataze hao watoto na uambie kwamba sitaki kusikia huo wimbo wao wa ukuti, na badala ya kufanya hivyo uko hapa unaniletea mijadala ya kitoto huo mjadala na ukome, au sivyo, Mabula. Yani wewe waninyo, waninyoshea hichi kidole chako kimoja, umesahau ni vingapo umejinyoshea wewe hmm? Kura ya vidole nimeshinda mimi. Lipo unalo litafuta, na utalipata. Haina haja ya kunitishia. Haya yalikuwa ya zamani na sasa yamepita, ya leo ni mapya, kati ya kale yamepita. Eh, amepita. Umeapitisha wewe umeapitisha wewe